Unajua kwenye simu zetu eh, kunakuwa kuna mitandao mingi ya kijamii lakini pia kuna siri zetu nyingi sana ambazo tu huwa tunakuwa tunazitunza eh, kwa kupitia eh, nywila kwa sababu kwa Kiswahili eh, kizuri inaitwa nywila lakini kwa wale wote ambao wanaweza kunielewa vizuri zaidi nikisema password. Password kwa Kiswahili kizuri kabisa inaitwa nywila. Sasa eh, kumekuwa kuna uvujaji mkubwa sana wa taarifa eh, kuwahi kutokea duniani sasa zaidi ya nywila au zaidi ya password, E, bilioni kumi na sita zikiwemo za watumiaji wa huduma e, kama Meta Facebook, na Instagram, Apple na Google zimeweza kuvuja mitandaoni. Tukio hili pia limeweza kuthibitishwa kwa kuwa, kuwa ni kubwa zaidi e, kihistoria na linaweza kusababisha hofu kubwa miongoni mwa watumiaji wa mitandao duniani kote, yaani mitandao yote ambayo nimekutajia, masuala mazima ya email Google huko e, Facebook, Instagram WhatsApp, Twitter, X, yani mitandao yote, thread pia. Sasa wataalamu wa usalama wa mtandao wameweza eh, kuonya kuwa nywila hizo sasa ziko miongoni mwa wahalifu wa kimtandao na zinaweza kuweza kutumika kwa wizi eh, au kudukua accounts udanganyifu wa kimtandao eh, lakini pia na mashambulizi mengi ya kidijitali. Sasa imagine kwamba takriban password bilioni 16 zimeweza kudukuliwa au zimeweza kuchukuliwa na watu eh, ambao pia hawajulikani na watu ambao pia wanaweza ku, ambao dukua akaunti za watu nyingi nyingi sana. Sasa kwa sasa watumiaji wote wanahimizwa kuchukua hatua zifuatazo haraka sana e, iwezekanavyo. Sasa badilisha nywila yako au uweze badilisha password zako zote, hasa zile ambazo unakuwa unazitumia kwenye accounts muhimu kama Gmail, Facebook, Instagram, Apple ID na Google. Washa udhibitisho wa hatua mbili, yani 2FA, kwa akaunti zako ili kuweza kuongeza ulinzi zaidi. Epuka kutumia nywila e, au password moja kwenye akaunti nyingi sana e, tumia passkey au programu za kuweza kusimamia nywila e, kama njia mbadala salama zaidi katika ulinzi wa e, vitu vyako katika simu yako katika laptop katika kila sehemu ambayo unakuwa unatunza vitu vyako. Na hii ni tahadhari ya kimataifa, usichukulia jambo hili kwa wepesi. Linda taarifa zako binafsi kabla hazijaangukia mikononi mwa uhalifu wa kimtandao. Sasa imagine takriban password bilioni 16 zimekwisha kudukuliwa au zimesha kuchukuliwa na watu ambao inasemekana ni Ye, watu a na wanaweza kudukua akaunti za watu wengi sana. Ajua kabisa mtu akishaidukua akaunti yako anaweza kufanya kitu chochote kupitia akaunti yako, kuweza kuomba hela labda. Tunajua hivi vitu vinakuwa vinatokea sana lakini pia udanganyifu kwa watu wengi sana eh, unaweza kuona kwamba una chat na msanii fulani au una chat na mtu fulani, kumbe sio yeye, ni mtu tu ambaye ameweza kudukua password na kuweza kutumia kuweza kukutafuta so, ushauri ambao umewekwa hapa kwamba uwe na desturi ya kuweza kubadilisha password zako ambazo unakuwa unatumia. Hata kama unakuwa unatumia password moja, usitumie kwa muda mrefu unaweza kuona kuna watu hapa wana password za kutokea eh, miaka mitano iliyopita. Mwingine ana password mwaka mzima, anatumia password moja yani, vitu vimekuwa ni vingi ni vingi sana. Sasa inasemekana kwamba password inavyozidi kutumika sana, na wadukuzi hao wanaweza kuipata kwa urahisi zaidi. Sasa imagine password zaidi ya bilioni 16 zimekwisha kunaswa na watu wamepoteza accounts zao kwenye accounts za Facebook, kwenye accounts za Instagram, kwenye accounts za eh, X huko, eh, Google pia. So ushauri mzuri kwamba ni kuweza kubadilisha, badilisha zile password ambazo Unakuwa, eh, unakuwa unazitumia lakini pia watu wengi pia inaonekana kwamba wanatumia sana password moja. Yani aina moja ya password anakuwa anatumia kwenye mitandao yake yote ya kijamii anakuta kwenye Facebook, kwenye Instagram kila sehemu yote anakuwa anatumia password ya aina moja. Hii ni mbaya, inabidi kila eh, kila mtandao ambao unakuwa unatumia eh, bana, uwe na password yake. Inaweza ikaa kwenye Facebook kuna password yake; kwenye Instagram password yake; Google Gmail password yake lakini watu wengi wamekuwa kitumia password moja. Hii ni kutokana na e, kuweza kukumbuka. Wanajua kuweza kuchanganya changanya password, huku umeweka hii, huku umeweka ile, kule umeweka hii, inaweza kukufanya wewe uweze kuchanganyikiwa na kuweza kusahau eh. Moja kati ya watu hao pia hata mimi bwana, password zangu mimi bwana ni za eh, ni moja tu, sehemu zote utakapopita password yangu ni moja tu. So inashauriwa kwamba tuweze kubadilisha badilisha password. Kama utashindwa kubadilisha badilisha password, basi usiwe na password moja katika kila mtandao, ili kuepuka udukuzi huu. Kama utadukuliwa kwenye Instagram, Facebook, unayo, kama utadukuliwa kwenye Facebook, YouTube unayo, au kwenye Gmail uko nayo. Drop comment yako ya hapo, lakini pia huu ni ushauri tu eh. Umeipokeaje hii? Kwa namna moja ama nyingine, utakuwa poa zaidi ukifanya ku like hapo ya, comment yako ya itakuwa ni muhimu zaidi. Take care for this chao.